Hey, mambo vipi? Karibu sana tunaendelea na kujifunza Python programming language. Na katika video hii ya leo tutakwenda kufahamishana jinsi gani ya kuconvert, kubadilisha kati ya list na tuples. Pengine unahitaji kuweza kuzimodify value zilizomo ndani ya tuple yako na kama tunavyojua tuple ni immutable, maana yake haiwezi kuwa modified na haiwezi kubadilishwa. Sasa unaweza kufanya hivyo kwa kuweza kuibadilisha hiyo tuple kuwa list au list ambayo huhitaji kuweza kupangua zile valu zilizomo, ama kuharibu kile kilichomo, unaweza kuikonvert kuibadilisha kwenda katika tuple. Ndio kitu ambacho leo katika video hii tutakwenda kufahamishana hapa. So moja kwa moja, wacha tuweze kufungua faili yetu nyingine, na faili hii simple, wacha tuweze kuiita conversion or let's say convert Underscore sequences. Okay, dot pi. Simple kama hivi, so tayari tupo na faili yetu hii hapa. Natumai utakuwa umeshaangalia video zilizopita, tumejifunza aina nyingine ya sequence ambayo ni tuple na ndio ambayo tunakwenda kuimalizia katika video hii ya leo kwa kuweza kuangalia namna gani sasa ya kuconvert a list kwa tuple, na tuple kwa list. Okay. So moja kwa moja tuanze na kubadilisha tuple kwa list. Tunafahamu tuple sifa zake tumeshaongelea katika video iliyopita. So sitorudia, unaweza kwenda kuangalia video iliyopita ukaweza kujifunza. Kwa hiyo hapa nipo na e, tuple yangu variable yetu number underscore tuple ambayo ni sawa sawa. Tunafahamu jinsi ya kutengeneza, kuingiza value ndani ya tuple tunatumia rounded bracket. So moja homa mbili homa tatu ndio value zangu ambazo zimo katika hii e, number underscore tuple ambayo ni sequence ambayo haiwezi kuwa modified, haiwezi kubadilishwa ina sifa ya immutability. Okay, so wacha tuweze sasa kuona vipi ambavyo unaweza kubadilisha hii tuple kuwa list. Unatumia function, built-in function ambayo inaitwa list kuweza kuchange tuple kuwa list. Lakini pia utakapohitaji kuweza kuchange list kuwa tuple utatumia e, built in function ya tuple, simple kama hivyo. So hapa wacha tutengeneze e, jina jingine la variable number underscore list. Hii itakuwa ni li list ambayo itakwenda kuhifadhi kuchukua ama kubadili hiyo tuple yetu na kuwa list ambayo itahifadhiwa katika hii number underscore list. So hapa nimekwambia tunatumia built in function ya list unaicall tu kama hivi, then ndani yake tunaingiza ile tuple ambayo tunahitaji kuiconvert kuwa list. Okay, kwa hiyo hapa tutachukua number underscore tuple hiyo ya huko juu tuliyo declare na kuinitialize kuweka value zake ndani yake. So hapa tayari utakuwa umeweza kuiconvert tuple yako kuwa list. Na hii number underscore list ndio ambayo itarepresent list ya hii hapa tuple yetu ambayo imekusanya one, two, and three. So hapo mfano ni kiprint tuweze kuona je, imetoka kama ni list, so number underscore list. Okay, wacha niweze kuweka hizi print mbili ili nikuoneshe before na after ya kuweza kubadilisha tuple kwa list. Okay, kwa hiyo hapa nita print ambao hii itakuwa ni before, hatuja change hatuja convert tuple kwa list. Okay, nitaweka hapa number underscore tuple so tukiweza kurun programu yetu hapa, output ambayo tutaipata, tutaona print ya kwanza itatoa, eh, ni tuple na tunafahamu tuple round zake ni hizi e, eh, rounded bracket, lakini I mean bracket zake ni hizi rounded, lakini e, eh, list ni hizi ambazo ni rectangle I mean square. Okay, so acha tuweze kurun, na tayari unaona print ya mwanzo ni hii imetoa tuple ambao bado tulikuwa hatujaiconvert hapa, lakini baadaye baada ya kuiconvert kwa kutumia built-in function ya list tayari imeweza kutoka e, ikiwa katika hali ya list, na hapa tuna uwezo wa kufanya kazi na hizi values za humo ndani ya hii list ambayo mwanzoni ilikuwa as a tuple. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kubadilisha tuple kwenda katika e, list, na kuweza kuibadilisha values zilizomo zile content zilizomo lakini pia unaweza kufanya na vitu vingine ambavyo mwanzoni haikuwa ikikubali katika hali ya tuple, lakini sasa hivi utaweza kufanya hivyo. So acha tuweze kuangalia pia namna gani ya kubadilisha list kwa tuple. Inawezekana ikajitokeza hali ambayo itakuhitaji uweze kuifanya list yako iwe immutable, isiweze kubadilika zile content zilizomo, basi unaweza ku convert kutoka katika list kwenda katika tuple. So acha tuweze kufuta hapa na tuweze kuoneshana ok. Wacha tu declare hapa star underscore list then, sawasawa, tunafaham listi, tuna declare na kuinitialize kwa kupitia hizi uh, square bracket, okay, ndani yake wache niweke mimi humu 1 comma 2 comma tumalizie na 3 Okay? Then baada hapo wacha tuweze sasa kuprint, kwanza kabla ya kuconvert tuweke print yetu ya kwanza, na humu tuweze kuprint CR list tuone kabla ya kuconvert itakuwa ni aina gani ya sequence. Lakini baada hapo tutumie sasa built in function ya eh, tuple kuweza kuiconvert list yetu kwenda katika eh, sequence ya tuple. So wacha tu declare hapa siara underscore ambayo itakwenda kushikilia hiyo tuple. Just ni variable tu, unaweza kutumia jina lolote. Kwa hiyo tuple tunaita built-in function yetu hiyo, ndani yake tunaingiza sasa hiyo list ambayo tunahitaji kuweza kuiconvert. baada ya hitaji, kui Bade, hapo acha tu print hapa na tuweze kuona sasa hivi sr tuple imebeba sequence aina gani? Okay, simple kama hivi tayari. Wacha tuweze kufuta kuchini tu, run programu yetu sasa hivi, na unaona ya kwanza imetoka kama ni list, unaona muonekano wake ina hizi square bracket, lakini ya pili imetoka kama ni tuple. Kwa hiyo tumeweza kuiconvert kuibadilisha list kwenda katika tuple kama hivi ambavyo unaona hapa katika screen yako. So sina la ziada mimi katika video hii nilihitaji tu kuweza kukufahamisha namna gani ya kubadilisha kati ya tuple na list, list na tuple, na kuweza kufanya mambo mengine katika hizo program ambazo utakuwa unaandaa. So kwa kuweza kufungia video hii, labda unajiuliza sababu gani ambazo zitapelekea kuweza kubadilisha kati ya list na tuple. Unaweza kubadilisha kwa ajili ya kupata ile mutability, okay, kwa sababu ikiwa katika tuple inakuwa immutable, kwa hiyo ili kuweza kupata ile mutability E, unahitaji kubadilisha vitu vilivyomo ndani ya tuple, maudhui yaliyomo mule, zile content values unahitaji kuchange, e, unahitaji kufuta, basi itakubidi uweze kubadili. Lakini pia unahitaji pengine katika programu yako kuweza kufunga list yako ambayo tayari umeiweka isiweze kuwa modified, basi unaweza kutumia pia njia hizi za kuconvert, ukaibadili kwenda katika e, tuple lakini pia katika ishu nzima ya performance tumeelezana katika video iliyopita, so nadhani unaelewa vizuri, kuna utofauti mkubwa kati ya hizi sequence mbili katika ishu nzima ya performance. Sina la ziada katika video hii, tuishie hapa, tukutane wakati mwingine, tutaingia katika kipengele kipya, na hapa ndio mwisho wa listi na tuple. So video inayokuja tegemea kuona kitu kipya tukijifunza. Asante sana.